Na mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeki headline siku ya leo huko mtandaoni, bwana ni sakata zima la Diamond Platinumz baada ya kutoa taarifa rasmi kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Diamond bwana ameweka taarifa kuhusiana na tukio la Diamonds Are Forever. Mmoja kati ya matukio ambayo alimweke headline huko zamani sana, mnamo miaka ya 2012 mbili e, Diamond alifanyaga tamasha ambalo lilikuwa linakwenda kwa jina hilo la Diamonds Are Forever ambapo kiukweli lilifanya mapinduzi makubwa sana katika mziki wa Bongo Flavor kwa miaka ile, kwa sababu ilikuwa bado hata Instagram yenyewe ilikuwa bado haijachangamka e, hapa town e, kitu ambacho kilichokuwa kina trend au kitu ambacho kilichokuwa kinaleta habari kwa wananchi ilikuwa ni magazeti tu. Sasa Diamond bwana alifanya show moja kali kwelikweli Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo alipatia jina hilo la Diamond Za Forever, ambapo sasa kutokana na mazuri ambayo au historia ambayo iliandikwa katika tukio hilo, basi moja kwa moja Diamond Platnumz ameamua kutangaza tena kwa mara nyingine, kwamba linakuja tena tamasha kama lile la Diamond Za Forever mnamo mwaka huu hapa 2025 ana huu ni mwendelezo maridhawa kabisa adhimu kutoka kwake Diamond Platinum mzee. Maana tunakumbuka kwamba ndani ya mwezi huu huu wa Oktoba Diamond alitangaza kwamba anakuja na kazi juu ya kazi yani project juu ya project na sababu ya Diamond kusema hivyo ni kwamba Oktoba huu bwana, ni mwezi wake eh, e yeye wa kuzaliwa kwa sababu amezaliwa Oktoba mbili. Hivyo basi kama tarehe mbili Oktoba ndio siku yake ya birthday, basi mwezi mzima huu aliahidi kwamba utakuwa ni kama vile mwezi wake wa kuzaliwa. Kwa hiyo ataamua, aliamua kwamba atahakikisha kwamba anawapa burudani mashabiki zake non stop mpaka mwezi utakapoisha. Lakini pia hizo ahadi ambazo tulikuwa amezitoa kweli, Diamond bwana amezitekeleza, kwa sababu mpaka sasa hivi hapa ninapozungumza ukipita eh, YouTube bwana kwa Trending namba moja, mbili na tatu ni kazi za Diamond Platnumz. Hapo bwana ameachia nani, ameachia msumari pamoja na Sasampa, zote hizo ni ngoma zake na zinafanya vizuri, zimepokelewa vizuri, watu wanainjoy challenge kama zote, streams pamoja na views ni wa kumwaga, umeona bwana eh. Kwa hiyo Diamond, ndi ile ahadi ambayo alikuwa ameitoa awali ameanza kuitekeleza. lakini pia ukiachana na inshu ya Diamond kutekeleza ahadi ambayo alikuwa ameitoa kitu kingine ambacho tumekiona kutoka kwake Diamond Platinumz bwana ni kwamba ametoa tena hii ahadi nyingine ambapo amesema kwamba alileta tamasha la Diamond za Forever ambalo alifanya mnamo mwaka 2012 kipindi kile bado kulikuwa kuna fukuto zito sana la yeye kudate na Wema Sepetu ameamua kurivive yani linakuja tena na huu utakuwa ni msimu wa pili yani season 2 kwa hiyo hii habari bwana imefanya watu wengi sana washerekee huko mtandaoni. Wadau mbalimbali wamekuja kufurahi au wamekuja kumpongeza Diamond Platnumz kwa maamuzi ambayo ameyafanya, e, bwana maana yeye mwenyewe kwanza kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti video ya challenge ya wimbo wake ambao unaokwenda kwa jina la nani moja kati ya ngoma ambazo amezitoa hivi karibuni, nadhani unajua kabisa kwamba nani bwana, ni moja kati ya ngoma bora kabisa ambayo Diamond ameitoa ya mahadhi ya Bongo Flava, ukiachana na hisa Sampa ambao ni ya mapiano. Nani na msumari ni Bongo Flava pure. Sasa Diamond bwana ameweka wazi kwamba, eh, mambo yatakuwa ni moto kweli kweli kupitia kurasa wake wa Instagram. Wakati anacheza hiyo ngoma ya nani ambayo ni video ameiposti ni kwamba hapa chini bwana akaweka caption ambayo inasomeka kwamba, eh, mapenzi yenu ni mazito kwenye kila wimbo mnanifunza tofauti ya kupenda na kupendana. Hakika mimi na nyinyi tunapendana na nawashukuru sana. Diamond ameandika ujumbe huo kwenda moja kwa moja kwa mashabiki zake. Anasema kwamba hakika yeye na mashabiki zake wanapendana, eh, na anawashukuru sana kwa upendo huo lakini pia vilevile Diamond ya kuishia hapo akaendelea kuzungumza hapa kupitia hii caption ambayo ameiandika. Diamond akaendelea kusema kwamba katika kuadhimisha upendo wetu mwaka huu nitawafanyia Diamonds are Forever season two, I'm excited. Yani ametangaza rasmi kwamba yuko very excited kwamba atafanya tamasha la, la Diamonds are Forever na hii itakuwa ni season two, na kiukweli ni kwamba yuko very excited na hii issue. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha watu wengi sana. Peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kufuatia hiki ambacho Diamond amekitangaza kupitia ukurasa wake wa Instagram, eh bwana, comment pia zimekuwa ni za kumwaga. Umeona bwana e, kuhusiana na jambo hilo tu ambalo Diamond amelitangaza la season 2 ya e, tukio ambalo lilifanyaga mwaka elfu mbili na kumi na mbili la Diamonds are Forever. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji wamekuja wameandika kwamba Wameandika kwamba Diamond ametangaza kufanya Diamonds Are Forever Season 2 mwaka huu. Ikumbukwe kwamba Season 1 ilifanyika zaidi ya miaka 13 iliyopita mnamo mwaka 2012. Lakini Diamond Platnumz ametujuza eh, hilo kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameahidi ujio wa season ya pili ya tamasha ambayo alifanyaga mwaka 2012 pale Mlimani City jijini Dar es Salaam dau mbalimbali bwana, katika ukurasa wa Instagram wa Diamond bwana, watu wamekuja kuweka maoni yao, na moja kati ya watu ambao amekuja kuweka maoni hapa ni huyu hapa. Amesema bwana bwana e, bwana, umeweka alama kubwa sana na isiyofutika katika mziki wetu wa Afrika Mashariki na duniani kote, we are so proud of you. Huyu anaitwa huy DML amekuja kucomment, amekuja hivyo lakini pia vilevile vile ni kwamba Kasimu Mganga e, moja kati ya manguli vile vile katika muziki huu wa Bongo Flavor Kasimu Mganga amekuja ku comment hapa ameandika Habibi Dangote e. mwingine huyu hapa anaitwa Hajim, e, Kana anasema e, kwamba mzee wewe ndio namba moja, wewe ndio namba mbili e, itasema ki, nitasema hivyo kila siku e, kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana hii tukun, tunaisubiri kwa hamu Diamonds are Forever Season 2. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kaka mitano tena hey, bwana Diamond we ni moto kiukweli, sasa hivi umeamua kweli kuwasha moto. So hizo ni comment za wadau mbalimbali ambao wamekuja kuweka kuhusiana na kitu ambacho Diamond Platinumz ametangaza, hususan kuhusiana na hili sakata zima la season 2 ya, si, ya lile tamasha lake la Diamonds Are Forever. so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section kama ilivyokuwa kawaida. E, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kuliki e, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.